Ujambo na karibu. Leo Juni 12 jiji la Nairobi limeshuhudia maandamano makubwa kutokana na wananchi waliokuwa wakitaka haki itendeke kwa Albert Ojwang, mwanablogu aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi. Waandamanaji walikusanyika katika maeneo ya CBD, Kangemi na Waiyaki We, wakipaza sauti, wakitaka uwajibikaji wa maafisa waliohusika na hicho. Polisi Waliingilia kati kwa kutumia mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakielekea katika majengo ya serikali zikifungwa na matairi kuchomwa. Rais William Ruto amethibitisha kuwa Ojwang alifariki kutokana na vitendo vya polisi akisisitiza kuwa tukio hilo ni la kuhuzunisha na lisilo la kuvumilika katika taifa linalozingatia utawala wa sheria. Mamlaka ya uangalizi wa polisi IPOA imewatambua maafisa watano waliohusika na tukio hilo na limeanzisha uchunguzi rasmi. Wananchi na mashirika ya haki za kibinadamu wanazidi kushinikiza haki na mabadiliko ya kina katika vyombo vya usalama, wakisema kuwa hali kama hii imekuwa ya kurudiarudia. Huku maandamano yakitarajiwa kuendelea, macho yote yako kwa aipoa na serikali kuona iwapo kweli haki itatendeka. Rambirambi rambi zetu ziendee familia. Nikiripotia Kifagio Media Team, ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD. Usisahau kupiga like, subscribe na kufinya kengele.